Rejee hapa Nairobi ambapo maofisa tabibu wameandamana kumshurutisha Waziri wa afya Aden Duale kutia saini mkataba wa makubaliano. Wauguzi hao wamemsuta Duale kwa kile wanachotaja kuwa kutoaminika, wakisema kuwa licha ya rais kuamrisha wapewe ajira ya kudumu kuanzia mwezi wa tisa, Waziri Duale amedinda kufanya hivyo. Alikuja akasema tumpatie yale yote alikuwa hayajatekelezwa. Moja ya hiyo, tukamweleza CBA yetu ilikuwa imekwama, akasema atatimiza chini ya mwezi mmoja. Miezi saba hajatimiza. Tumemanage kufinalize kwamba treasury imekubali, SRC wamekubali, lakini kikugumizi imebaki kuwa waziri. Basi sisi tumesema hatuwezi pumzika kama haki yetu haijatimizwa. Mnaniunga mkono? Unaniunga mkono. Lakini kile ambacho kimetuudhi na kikatuleta hapa leo is that we concluded the negotiation in September of 2025, three months ago. The documents are printed, ziko kwa meza ya CS for three months. For three months tunangoja document ambayo imemaliziwa. For three good months. Kwa hivyo sisi kama maafisa tabibu tunasikia hii wizara inatudhalilisha. Tunasikia discriminated and that they do not recognize and appreciate the work that we do, and that is why we have come here today so that we can tell Waziri we are here.